Baada ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Babati BAWASA kufikia asilimia tisini na nane ya utekelezaji wa mradi wa maji wa Singu Sigino, baadhi ya wananchi katika kata ya Sigino wameshukuru serikali kwa kuwa kwa hivi sasa wameweza kuondokana na adha ya upatikanaji wa maji, ambapo hapa baadhi ya wakazi hao wakiwemo Noela Ama Nikodemu Safari wanavyotueleza. kwa ukweli, kwa masuala wa maji tunashukuru, na tunamshukuru Mama Samia kwa sababu ametuwezesha maji zamani tulikuwa tunateseka, maji tunachotea korongoni, keni ya maji tunano mia tano, ila kwa sasa maji yapo hadi mlangoni, tunayatumia vizuri. Yaani kwa ugomvi wa maji kwetu umeisha, hamna cha hamna cha kugombania maji, hamna cha kumtuma mwanaume kanichotee maji. Maji yapo mlangoni, yaani tunachota hadi na vijiko. Kwa kweli sisi tunamshukuru rais wetu Mama Samia, mtu ambaye ame kwa kata ya Sigino. Kwa miaka ya kule nyuma, kwa kweli swala la maji likuwa mateso, takuta akina mama wanashuka makorongoni kwenda kuchota maji mbali, lakini kuanzia miaka hii ulionayo ya sasa, wananchi wa kata ya Sigino wananufaika sana na maji, akinamama, ukienda taasisi kama zile shule, maji saizi watoto wanachotea hapo mlangoni mwa maeneo yetu ya manyumbani tunachota maji karibu sana. Mkurugenzi wa maji safi na usafi wa mazingira mjini Babati Bawasa, akisoma taarifa ya utekelezaji wa mradi huo mbele ya kamati ya kudumu ya hesabu za serikali, amesema mradi huo unaonufaisha wananchi elfu 86 katika viunga mbalimbali vya mji wa Babati. Tuliplani mradi huo uhudumie watu elfu 82, lakini currently unahudumia watu elfu 86. Kwa kwa hiyo mtaona jinsi scope yake ilivyokuwa kubwa, na pia baada ya mradi huu kuisha, sasa upatikanaji wa maji katika mji wa Babati umefikia asilimia tisini na nane. Kwa hiyo hata ile ambayo iko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi tumeshaipita ile asilimia tisini na tano sasa hivi tuko asilimia tisini na nane. Kwenye mradi huu tumebakiza vitongoji viwili tu ambavyo ndio hiyo milioni 484 tukipata tunafanya hivyo vitongoji viwili na kumalizia finishing ya hapa, ili basi mradi uweze kuisha kwa asilimia kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge hesabu za serikali PAC hapa anatoa maelekezo ya kamati hiyo kwa wananchi kutunza miradi hiyo ili waendelee kunufaika nayo. Na ni bahati ya pekee mnayo kupata mradi wa bilioni 17. Sasa basi, mradi huu ni wa bilioni 17, umekuja hapa unanufaisha, wamebakiza tu wanadai shilingi milioni 480 na nne hizi, nafikiri waheshimiwa wabunge tutaendelea kusukuma kule kupush, ili <laughs> wapate wamalize mradi wa ufungi, ili asilimia mbili iliyobaki iishe. Lakini jambo la pili, mwendelee kulinda miundo mbili, miundo mbili hii bilioni kumi na saba ni hela nyingi sana. Sasa hii miundo mbili isipolindwa, ikaharibika, ikaharibiwa, itakuwa kwa kweli haina tija. Kwa hiyo tunautuwaombe mweke utaratibu mzuri wa kuilinda hii miundombinu ili idumu kwa muda mrefu, kwa miaka mingi zaidi, na wananchi waendelee kunufaika na haya maji. Katika hatua nyingine, kamati hiyo imefanya ukaguzi na kuridhishwa na ujenzi wa mabwawa ya kuhifadhia maji taka katika eneo la Makatanini hapa mjini Babati. Kutoka Babati mkoani Manyara, mimi ni Marcel Lazaro, na hii ni Clouds TV.